Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikichukua hatua mbalimbali mbali zenye lengo la kuboresha maisha na ustawi wa wananchi, na mojawapo ya hatua ambazo zinachukuliwa ni pamoja na kuboresha miundombinu ya usafiri na usafirishaji masoko pamoja na utunzaji wa mazingira katika maeneo ya mijini chini ya mradi unaoitwa TACTIC, yani ni mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji ya Tanzania kwa kuhusisha ushindani. Ili kufanikisha hili, serikali ya awamu ya sita imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali kwa kutumia fedha za ndani pamoja na fedha kutoka kwa wadau mbalimbali wa maendeleo wakiwemo Benki ya Dunia katika manispaa ya Singida. Mkataba uliotiwa saini leo hii unahusisha ujenzi wa soko la kimataifa la vitunguu, ujenzi wa barabara za mjini kati, yani CBD, yani, pamoja na viwandani zenye jumla ya kilomita 7.52 lakini inahusisha pia ujenzi wa mtaro wa maji ya mvua wa Mgunguna wenye urefu wa kilomita 2.6, pamoja na ujenzi wa jengo la ofisi ya wataalamu wasimamizi, ambapo mkataba wake utagharimu shilingi bilioni 24.75. Kwa miradi hii italeta mabadiliko chanya kwa wananchi wa manispaa ya Singida na wageni ambao watafaidi huduma za mahitaji mbalimbali ya usafiri na usafirishaji, manunuzi ya vyakula, mavazi, pamoja na mazingira bora ya kibiashara, kwani ni dhahiri kabisa kuwa thamani ya maeneo husika itapanda na hivyo kusababisha ongezeko la mapato kwa halmashauri. Kwamba mkandarasi uhakikishe kwamba kazi hii inafanyika kwa haraka na inakamilika kwa mujibu wa mkataba na mpango wa kazi ambao unaokubalika ambao tumekubaliana kimsingi, katika siku hii ya leo, ili wananchi hawa wa manispaa ya Singida waanze kunufaika na miundombinu hii ambayo serikali ya awamu ya sita imewekeza katika manispaa hii ya Singida. Naitwa Engineer Adam Sebastian Sigwe ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Siotech Engineering Company Limited ambayo iko JV na kampuni ya MJ Global Mat Company Limited, wakandarasi wazawa na wakazalendo kabisa ambao leo hii tumeweza kusaini mradi hapa Singida, mradi wa kujenga barabara kilomita 7.75 pamoja na ujenzi wa soko la kimataifa soko la vitunguu. Tunamshukuru Mungu, sisi kama wakandarasi tumeshajipanga toka tulipopata wajileta, na leo hii tumejipanga vizuri ipasavyo kuweza kufanya huu mradi kwa ubora wa hali ya juu. Kuambie wana Singida ambao ndio wenye mradi huu kama wazawa wa, wa mji huu wa Singida wajipange vizuri sana kuweza kunufaika na mradi wao. Wale mafundi tunawaalika, tutakuwa na kazi nyingi, chimba mitaro, jenzi bana, kazi za, tutakuwa na kazi za nondo, maana steel works, tutakuwa na, na kazi za formwork, tutakuwa na kazi za zege. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana, tunawaomba sana wale watu ambao ni mafundi lakini wale ambao ni wazawa na ni wazalendo wanaotamani kuweza kufanya kazi hii kwa ubora na kwa umahiri wa hali ya juu waje tushirikiane, tuweze kutimiza ndoto za Wanasingida, lakini pia tuweze kutimiza ndoto za rais wetu mteule, ili tuweze kufanikisha kwamba yale ambayo amekusudia kwa ajili ya serikali pamoja na chama ili kuweza kutimiza ilani ya CCM. Mradi huu kutokana na mkataba ambao tumesaini hivi leo ni mradi wa kufanya kwa mwaka mmoja na nusu. Tumejipanga kuweza kufanya huu mradi pasipo kuongeza muda wowote. Kwa tutafanya kwa wakati kabisa pasipo kuweza kuongeza muda, lakini kufanya kazi ambayo itakuwa ni kwa ubora wa hali ya juu. Ni kuhakikishie kwamba wakandarasi hawa wazawa, na nimewaona ni vijana ni wetu mahiri, vijana wadogo wa Kitanzania, watapata ushirikiano wa moja kwa moja katika ofisi zetu zote za mkoa na wilaya katika mkoa wa Singida. Sisi wana Singida ni waumini wa, wa wazao wa ndani, tunapowaona hivi tunafarijika, tunaona ni fahari kubwa kwetu, na tutawapa ushirikiano wa kutosha. Kwa kuwa leo tumeshuhudia utiaji wa sahihi wa mikataba hii ambayo inaenda kuifungua Singida, inaendelea tena kuifungua Singida Lazima tujipongeze, tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumshukuru Mheshimiwa Rais. Safari yetu ya kuelekea jiji la Singida imeanza rasmi kwa mkataba huu. Sasa nakwenda kuwa soko la kimataifa kweli, kutokana na miundombinu itakayojengwa. Sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais sana, lakini thamani yote ya mji inaangaliwa pia na miundombinu ya barabara tunakwenda kubadilisha miundombinu ya mji kati, lakini tunakwenda kutengeneza barabara zinazoenda kiwandani. Tunakwenda kunyanyua uchumi wa Singida baada ya kuwa na miundombinu mizuri. Hilo pia, wananchi wa Singida tunashukuru sana.